Na update mbalimbali, fanya kama hiyo video inavyoelekeza, nenda mm hapo -hmm. Alipoweka hiyo alama ya kengele ili uweze kupata notification hizi na yeye kuweza kutoa ya moyoni kufuatia yale ambayo yameweza kutokea siku ya juzi ambapo Dar es Salaam na ngafkans, walipokuwa wakicheza na Coastal Union. Naam, sasa ungana nami katika makala hii ambayo inaenda kukuletea inaelezwa kwamba kocha mkuu wa Yanga Miguel Gamondi amewalalamikia uwanja wa Sheikh Amri Abedi jijini Arusha akisema hauko kwenye ubora, huku akisema viwanja vitatu tu ndivyo vinavyobeba taswira ya soka la Tanzania: ni ule uwanja Benjamin Mkapa na ule wa Azam complex e, ambao vyote vipo Dar es Salaam, na New Amani complex ambao uko kule Zanzibar. Akizungumza baada ya kumalizika kwa mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya timu yake na Coastal Union aliibuka na ushindi wa bao moja lililowekwa wavuni na Jean Baleke Gamondi. Amesema baadhi ya viwanja ni vibovu kiasi kwamba vinasababisha timu zicheze mpira wa kubutuabutua, kitu ambacho si picha nzuri kwa ligi kuu NBC Premier League akiendelea mbali zaidi anasema kwamba pointi tatu hizi ni muhimu sana kwetu, katika mwendelezo wa kupigania nafasi ya kutoa ubingwa, lakini sijafurahishwa na hali ya uwanja pamoja na baadhi ya maamuzi ya mwamuzi. Kwa wachezaji wakubwa na ligi bora, huwezi kuchezesha mpira kwenye uwanja kama huu. Haikuwa mbaya kwa upande wetu, hata Coastal Union walikuwa wakipiga mipira mirefu, walijaribu mara mbili mara tatu kuanzia mipira nyuma, wakashindwa kuanza kubutua, butua. Na hii si picha nzuri kwa ligi kuu Tanzania bara. Akiendelea zaidi ameweza kuweka wazi kwamba uwanja wa Azam Complex, New Amani Zanzibar na Benjamin Mkapa ndivyo vinavyobeba taswira njema ya ligi kuu hapa nchini, alisema kocha huyo. Hata hivyo akifafanua juu ya maamuzi mabaya ya mwamuzi yanayochezesha mchezo huo kati ya kikosi Unioni akizungumza, akizungumzia mchezo huo, raia huyo wa Argentina amesema kipindi cha kwanza hakikuwa bora kwa upande wa Dar es Salaam Young Africa, lakini walibadilisha kipindi cha pili wakicheza soka safi Ya mazoezi Yanga walitumia ule ubora wa mchezaji mmoja mmoja kuamua matokeo, vinginevyo hii mechi ingeisha kwa sare. Tumekubali, nitakwenda kukaa na wachezaji ili kuboresha kikosi, alisema kocha Mwambusi. Kuhusu aliye uwanja wa kocha Mwambusi alisema ulikuwa sawa na wala hawaoni tatizo, na hivyo ndivyo viwanja vyetu vya ligi kuu Tanzania Bara. Alienda mbali akasema kuhusu uwanja uko sawa, hivyo ndivyo viwanja vyetu, na wameshinda kwenye uwanja huu huu. Je, wangefungwa, sijui wangesemaje? alisema kocha huyo mpya wa Coastal Union. Ushindi huu unawapeleka Yanga nafasi ya pili, ikishika nafasi au ikipata pointi 21 ikicheza michezo saba ikishinda yote bila kuruhusu bao, huku Coastal Union ikishika nafasi ya kumi na moja ikikusanya pointi 8 kwa michezo tisa iliyocheza, ikishinda miwili, sare miwili na kupoteza michezo mitano. Hii ni Five Media, sasa kusubscribe ku like pamoja na ku comment.